Ni mtaa wa Boma na hii ni Boma Road. Kwa wakazi wa eneo hili, barabara hii inaelezwa kuwa ni miongoni mwa barabara za mwanzo kabisa kuwekwa lami katika mji huu wa Morogoro. Sudi Kiroboto ni mzaliwa wa eneo hili, ni mjumbe wa serikali ya mtaa huu, lakini pia ni mwalimu mstaafu. Sehemu hii ni kongwe, ni ya siku nyingi, kwa hiyo Hili neno boma e, mimi nimeambiwa historia huko nyuma ni kwa sababu ya, ya utawala wa Ujerumani. Wajerumani katika tawala zao zote sehemu ambapo wameweka makao makuu yao panaitwa boma. Historia ya mtaa ni, ni kubwa, kwa sababu wakoloni wenyewe ndio walikuwa wametawala wali hasa na kuitengeneza hii barabara. Hii barabara ni ya kwanza katika, katika, katika mji wa Morogoro huwa na lami kutoka hapo kwenda mpaka juu makao makuu, ambayo sasa hivi makao makuu ya mkoa ya Morogoro, pale ndio ilikuwa makao makuu ya Wajerumani upekee wa barabara hii ni miti mikubwa ya miembe ambayo imepandwa kwa ustadi na ulinganifu kushoto na kulia, ikiwa imeishi kwa zaidi ya karne moja, tofauti na maeneo mengine ya mji huu. Mbegu hizi, za, za miembe inasemekana zimetoka Ujerumani wamekuja nazo. Kwa hiyo utaki usitaki, na, na, na, na, historia wanasema, wale wazee walikuwa wanatusimulia wakati huo huu mti unavyopandwa na Mjerumani. Mjerumani alikuwa anatumia nguvu anachapa ukikauka unaambiwa nawe ukauke, okay. Kwa hiyo wazee wetu walipata tabu sana wakati wanaitunza wana, wana hii miti. Wakazi wanasema awali miti hii ilikuwa ikizaa matunda mengi yenye aina na ladha tofauti. Huko mwanzo tulikuwa tunanufaika kwa kula matunda embe, ziko aina mbalimbali. Wajerumani wamepanda mbegu mbalimbali mbali za embe, unaburudika mtu wakati huo, wakati wa production hasa kuanzia mwezi wa kumi, wa kumi na moja, wa kumi na mbili, tunapata embe safi. Ziko embe dodo embe ndogondogo wanaita sindano, embe tamtamu, maziwa, nini. Wananufaika namna hiyo. Tumekuwa kwa Morogoro historia, watu wanatoka maeneo mbalimbali walikuwa wakija huku sizoni ya maembe ile mwezi wa kumi na mbili. Nakumbuka tunakuwa sisi dika letu, watoto wanatoka Chamwino, wanatoka Mafisa, tunakutana Boma Road kwa sababu ya maembe. Wanasema ni muhimu miti hii kuendelea kutunzwa Nabidi kwa historia nayo wajue kwamba wazazi wetu wa huko mwanzo ni kabisa huko walipata tabu katika kuikuza hii miembe. Sisi wenyewe tumerithi kwa sababu wazee wetu kwa kihistoria wanatuambia wamezaliwa wameikuta, especially mimi kama mamangu amehamia hapa mwaka sabina mbili na ameikuta imiti ipo hivi hivi na akaadisiwa na wazee walomtangulia ambao washaondoka sasa hivi, wanakwambia imiti wameikuta na tunaiacha kwa hiyo hata mimi vizazi vyangu vitakuja, vitaondoka hii miti wataiacha. Barabara ya Boma ama Boma Road inaelekea zilipo ofisi za mkuu wa mkoa wa Morogoro, na ni umbali wa kilomita mbili na nusu tu kutoka ilipo stendi ya zamani. Teresia Mwanga, Azam Nyuzi, Morogoro.